wakati mfalme mwovu wa yuda amon alipowawa baada ya kutawala kwa miaka miwili tu hakuna mtu aliyetarajia mfalme bora angechukua nafasi yake kwenye kiti cha enzi na hakika hakuna mtu aliyetarajia mengi kutoka kwa mwana wa amon mwenye umri wa miaka nane yosia gafla anapewa kiti cha enzi cha yuda kama mfalme lakini hebu niwaambie wote wanatarajia mshangao mzuri sasa tunapewa muktasari wa utawala wa yosia hapa katika mbili wa falme 22 na mstari wa moja ambao unasema: Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala na alitawala miaka 31 huko Yerusalemu. Hapa kuna mshangao wa kwanza: na alifanya yaliyo sawa machoni pa Bwana na alitembea katika njia zote za Daudi baba yake. Sasa mstari wa tatu unaruka hadi mwaka wa 18 wa utawala wa Yosia ukienda kwenye akaunti sambamba katika mbili Mambo ya Nyakati 34 inajaza baadhi ya maelezo ya miaka ya awali ya utawala wake. Kwa hivyo tunapoanza uchunguzi wetu wa ufalme wake, nataka kuangazia baadhi ya sifa za Yosia ambazo zilimfanya kuwa mfano wa kiungu kwa watu wake. Na sifa ya kwanza ni hii: alikuwa na njaa ya kiroho isiyotosheka. Hapa sasa, katika mbili mambo ya nyakati, sura ya 34, tunasoma katika mstari wa tatu: katika mwaka wa nane wa utawala wake, alipokuwa bado kijana, alianza kumtafuta Mungu wa Daudi baba yake. Sasa kitenzi kilichotafsiriwa hapa kutoka lugha ya Kiebrania kumtafuta, kinamaanisha kutafuta kwa makini na bidii. Katika vitabu vya mambo ya nyakati, kitenzi hiki kwa kawaida kinarejelea kumwangalia Mungu katika kila hali ya maisha. Sasa tungependa kujua ni nini kilisababisha mwendo huu wabidi na Bwana wakati Yosia alikuwa na umri wa miaka kumi na sita, lakini kwa kweli hatujaambiwa. Sidhani kama ni bahati mbaya hata hivyo kwamba nabii Nahumu pamoja na nabii Sefania wanahudumu wakati huu huu na wataunganishwa hivi karibuni na nabii wa Mungu Yeremia. Sina shaka hata kidogo kwamba manabii hawa wanatia nguvu kazi ambayo Mungu anafanya katika maisha ya mfalme huyu kijana, hakika wanashibisha njaa ya kiroho ambayo itaweka msingi wa kumcha Mungu katika maisha na utawala wa Yosia. Sasa kuna sifa ya pili muhimu ya Yosia inaonekana katika mwaka wa 12 wa utawala wake, wakati ana umri wa miaka 20. Hapa ni mbili Mambo ya Nyakati 34, na, na sasa inaanza katika mstari wa tatu: alianza kusafisha Yuda na Yerusalemu kutoka kwa mahali pa juu Asherim na sanamu zilizochongwa na za chuma, na walikata madhabau za Baali mbele yake, alikata madhabau za uvumba zilizokuwa juu yao, na akavunja vipande vipande Asherim na sanamu zilizochongwa na za chuma, na akazifanya kuwa mavumbi na kuyatawanya juu ya makaburi ya wale waliotoa dhabihu kwao. Alitakasa Yuda na Yerusalemu na katika miji ya Manase, Efraimu na Simeoni na hadi Naftali na magofu yao yote, alivunja madhabahu na kupiga asherimu na sanamu kuwa unga na kukata madhabahu zote za uvumba katika nchi yote ya Israeli. Tunaweza kuita sifa hii ya pili hapa, ujasiri wa kiroho usiokubali kushindwa. Unajua, inahitaji ujasiri wa aina ya buldoza kukabiliana na tasnia hii ya sanamu. Yosia anasimama dhidi ya mawimbi makali ya uovu. Kumekuwa na karibu miaka sabini ya wasi wa kitaifa, na baba yake Yosia mwenyewe alikuwa ameongoza njia. Basi, ujasiri huu unatoka wapi? Kweli ulianza na njaa hiyo ya kiroho, ilikuja kuwa misuli ya kiroho na azimio la kufanya jambo sahihi. Sasa sifa ya tatu ya Yosia inasisitizwa katika mbili Wafalme 22 na mbili na akaunti sambamba katika mbili Mambo ya Nyakati 34. Yosia sasa yuko katika mwaka wake wa 18 kwenye kiti cha enzi, kwa hivyo ana umri wa miaka 26 hivi. Nataka kuita sifa hii ya tatu, imani ya kiroho isiyotetereka. Yosia tayari ameangusha madhabau za kipagani na sasa anataka kukarabati hekalu huko Yerusalemu anataka watu wake warudi kwenye ibada ya kweli na Mungu kwa njia yuko karibu kumzawadia kwa ugunduzi usiyotarajiwa. Kurudi katika mbili Wafalme sura ya 22. Sasa wakati makuhani wanaanza kukarabati hekalu, na inaonekana wako katika mchakato wa kusafisha vifusi na takataka zote, Hilkia kuhani mkuu anapata kile anachokiita hapa katika aya ya 8, kitabu cha sheria sasa kulingana na majibu tunayoona hapa, huenda kilikuwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati, lakini inawezekana kilikuwa Pentateuki yote, vitabu vitano vya kwanza vya Agano la Kale. Ugunduzi huu ni wa ajabu kiasi gani! Basi Hilkia anamkabidhi kitabu mtumishi wa Yosia, Shafani, na anaelekea kukisoma kwa mfalme Yosia. Aya ya kumi na moja inarekodi kwamba baada ya kusikia usomaji wa kitabu, Yosia alirarua mavazi yake hilo lilikuwa tendo la ishara ya huzuni na toba. Amri ya Yosia kwa Shefani, Hilkia na watumishi wengine hapa katika aya ya 13 sasa inaeleza mwitikio wake: Nendeni muulizeni Bwana kuhusu maneno ya kitabu hiki kilichopatikana, kwa maana ghadhabu ya Bwana ni kuu, ambayo imewaka dhidi yetu kwa sababu baba zetu hawakutii maneno ya kitabu hiki. Yosia ameshangazwa kabisa na kutotii na hatia ya taifa na maanisha hukumu ya Mungu lazima iwe karibu. Na Yosia, kwa namna fulani, anapiga kengele ya hatari. Na kwa hilo, wacha nionyeshe sifa nyingine ya mfalme huyu mcha Mungu, nayo na ni hisia ya kipaumbele cha kiroho. Kinachomuhimu zaidi Yosia ni kile kinachomuhimu zaidi Mungu. Unaona, akitambua jinsi Yuda imepotea mbali, Yosia anajua kwamba hakuna kitu kingine isipokuwa toba ya kitaifa kinachohitajika. Lakini je, kuna tumaini lolote? Basi Yosia anatafuta jibu kutoka kwa nabii mwanamke huko Yerusalemu aitwaye Yuda, na yeye anajibu hapa katika mstari wa kumi na sita. Hivi ndivyo asemavyo Bwana, tazama nitaleta maafa juu ya mahali hapa na juu ya wakazi wake, maneno yote ya kitabu ambacho mfalme wa Yuda amesoma kwa sababu wameniacha, na wametoa sadaka kwa miungu mingine. Kwa hiyo hasira yangu itawaka dhidi ya mahali hapa na haitazimika. Kwa maneno mengine, magurudumu ya hukumu tayari yanaelekea kwa taifa. Lakini tena, je, kuna mwangaza wowote wa, wa matumaini kwa Yosia? Yuda anaendelea hapa katika mstari wa 19: kwa sababu moyo wako ulikuwa mnyenyekevu na ulijinyenyekeza mbele za Bwana Uliposikia jinsi nilivyosema dhidi ya mahali hapa na dhidi ya wakazi wake kwamba watakuwa ukiwa na laana, na umekata mavazi yako na umelia mbele yangu, nami pia nimekusikia. Kwa hiyo utakusanywa kwenye kaburi lako kwa amani, na macho yako hayataona maafa yote ambayo nitaleta juu ya mahali hapa. Kwa maneno mengine, hukumu haitafika wakati wa maisha ya Yosia. Sasa atafanya kila awezalo kuwarudisha watu wake kwa Bwana na watu wengi watafuata mfalme wao, lakini taifa kwa ujumla litakataa kutubu, na chini ya miaka arobaini kutoka hapa hukumu ya kiungu itakuja hatimaye wakati taifa linapelekwa uhamishoni. Sasa, iwe wewe ni mwalimu leo au wakili au fundi daktari wa upasuaji, mama au baba Mfano wako wa kiungu unasimama dhidi ya mawimbi ya uovu katika siku zetu. Sasa huenda usiweze kumgeuza kila mtu katika ulimwengu wako kuelekea Kristo, lakini maisha yako ni taa ya mwanga, huonyesha njia ya kurudi nyumbani kwa wale wanaotubu, kwa wale watakaojiunga nawe katika kumfuata Bwana. Kwa hiyo tuwe zaidi kama mfalme mdogo Yosia.